Tuelekee visiwani Zanzibar ambapo serikali ya mapinduzi Zanzibar imesema kuwa imeamua kuchukua jukumu la kujenga bandari kavu ambayo itasaidia kuondoa tatizo la msongamano wa makontena bandarini kisiwani humo. Mwandishi wetu aliyeko Unguja anasema kuwa ujenzi wa bandari hizo kavu zinatarajia kujengwa katika kipindi cha miezi sita ijayo baada ya serikali ya mapinduzi Zanzibar kukubaliana kuingia mkataba na wawekezaji. Mwandishi wetu Kuruthumu Ali ana taarifa zaidi kutoka Zanzibar ziara fupi ya kufanya ukaguzi katika maeneo ya makontena katika bandari hii ya Zanzibar, ambapo naibu waziri wa ujenzi na mawasiliano na uchukuzi Mheshimiwa Muhamed Ahmed Salum amesema kuwa serikali imeamua kujenga bandari hizo kavu ambazo zitaweza kuondoa tatizo sugu la kujaa kwa makontena bandarini. katika kuhakikisha kwamba hili tunatatua, kwa hatua ya mwanzo tuliomba kwa mwekezaji taka kuweka hii bandari kavu lakini kama unavyojua uwekezaji wa bandari kavu unahitaji, wenyewe wanasema, mtaji mkubwa, na kwa bahati nzuri hawa watu wako tayari sasa hivi sasa hivi tunahangaika nao katika kutafuta maeneo ili ya kuhakikisha kwamba hizo bandari kavu zinafunguliwa ili kutatua hili tatizo la makontena. Naye kaimu mkurugenzi wa uendeshaji wa shirika la bandari Zanzibar Juma Sururu amesema kuwa hadi sasa wameweza kuondoa tatizo sugu la mrundikano wa makontena baada ya mwekezaji wa hoteli ya Bowani Zanzibar kutoa nafasi maalumu kwa ajili ya kuhifadhi makontena. pata eneo hili umeweza kuondosha meli nyingi kiurahisi kuingia bandarini na kuhudumia kutoka, kwa sababu tulikuwa tuna congestion ya makontena, kwa hivyo gari zetu ya vyombo vyetu haviwezi kufanya kazi kwa kwa uhakika. Hadi sasa shirika la bandari limeweza kufanikiwa kuondoa zaidi ya makontena mia saba hali ambayo imeweza kurahisisha kwa kiasi kikubwa ufanisi wa kiutendaji katika bandari hiyo ya Zanzibar. Nikiripoti kutoka hapa katika kisiwa hiki cha Unguja, mimi ni Kosumwali wa TBC.